Kuna zile picha au video ambazo zipo kwenye simu yako na hutaki mtu yeyote yule azione. Sasa watu wengi wanaotumia iPhone wanahisi wakizi hide zile picha au video itakuwa rahisi kwa wao watu wengine wasione, kumbe ni uongo kabisa, kwa sababu sasa hivi watu wanajua mtu akitaka kuangalia picha zako au video ambazo umezi hide anaenda kwenye hidden photos kule anazikuta. Sasa leo nimekuletea solution la hilo tatizo. So unachotakiwa kukifanya guys, follow me, nikusanue kwa mfano mimi, hizi ndo picha ambazo mimi nataka nizifiche. Konda minya button ya kushare, nikishare ndaenda kwenye sehemu ya notes. Nitashare kwenye notes, moja kwa moja zikienda kwenye notes pale, nitazisave. Nikisha zisave ndatoka kwenye application ya photos, ndaenda kwenye application ya notes. Ndaenda juu kabisa pale kwenye vi-button vitatu, ndavibonyeza kama vilivyo, sehemu ya mwisho kabisa pale pameandikwa loko Honda, minya sehemu ya lock. Kuna option mbili, either kutumia password ya iPhone yako au kutengeneza password nyingine. Mimi nashauri uta create password nyingine, ili mtu hata kama anaijua password yako ya simu asijue. So utaiandika hapo, mimi naandika 1 2 3 4 na verify hapo 1 2 3 4, hints naandika tena 1 2 3 4. Wakikuuliza enable face id utaandika not now, kama mtu ameweka face id yake itakuwa jao. So guys, hivyo ndio unakuta tayari umesha zificha kwa namna hiyo. So guys, privacy ni kitu cha msingi sana katika maisha ya kila binadamu. Kwa hiyo guys, kama kuna picha au video ambazo unahisi ni privacy zako, hakikisha umezi hide kama nilivyokufundisha hapo nyuma. So guys, for tech news like this, hakikisha umefollow page yetu for more. We here.